Wapi unaenda? Umeshaanza eti? Nishaanza? Ujui kama Mwandani umefanya mandingo? Ujui kama Mwandani umefanya mandingo? Sikiliza mke wangu, mimi jana sijala matikiti. na ule mkojo unaonekana kabisa, una harufu ya matikiti. mkojo wangu mimi, mimi jana nimekula matikiti? mm -hmm, kwa hiyo ule mkojo wako ngu mimi. Ule mkojo wa kongo mimi, ulivyokojoa baba, umekojoa jana, umekojoa na kile kibukuta chako kiko pale chini, shahidi. Umetoka pale sehemu yako, ukaja ukaniweka mimi pale, ulipotoka upokojoa wewe. Ndugu yangu, ninakujua vizuri, kama ule mkojo wako ukatoe mkojo wako, siwezi kufanya kazi nisiolipwa. Mkojo sijakojoa mimi, nitatoaje guduru nikiwa mkojo sijakojoa mimi eh? Uende uende. Sasa sikiliza, nikwambie. Yani nitakufungia mtaa hapa mtaa mzima, kama umekojoa yani uendi kokote baba wewe, upo uendi kokote. Yani nitawaambia watu wote hapa, nitawatangazia, si unanijua? Nitakufungia kazi, nitakaa hapa pale uwanjani na nitawaambia kama umekojoa. Kwa hiyo kama unatoa godoro au utoi, utajua mwenyewe sasa. Mimi nawaambia, nyanyua miguu yako, nenda nenda njia nyeupe afu uone hai. Ah, wewe si mjanja. Basi sawa, ngoja nikatoa Mzee Boy yupo nyumbani? Eh, alipoondoka nilimwacha nyumbani. Ah, sawa. Basi wacha ni mwai kwanza. Baadaye. Samani kaka. Oh, bila samani mdogo wangu. Kitu sawa, kuhunkea, kuna kitu nataka kukwambia. Sawa, unaweza kuongea hakuna shida. Ila samani kama nitakuwa na kukosea. Mimi ni kaka yako. Huwezi kunikwaza. Unaweza kuongea tu nini unachotaka kuniambia. Hivi unajia kama ni kijana mzuri Swa, hujakosea mdogo wangu. Asante. Basi, siku nyumbani, kwa siku na unavutiwaaa e? Hivi una akili timamu wewe? Na mimi sa sana kakaako, hivi umepata wapi ujasiri na ujinga wa kuzungumza vitu kama hivyo? U mtoto mdogo sana. Acha kuwaza upumbavu, unatakiwa upende elimu eh? Unawaza ujinga mm -hmm. Sasa sasa tunanavomia na mimi mi nakuchukulia we wewe ni mdogo wangu, alafu unaongea upumbavu. Kwa hiyo wewe unyeshimu mimi, acha kuongea ujinga mm -hmm. wewe mm -hmm. mm -hmm. Moyo we, una moyo gani we? Yaani ujuhurumii, kuna leo na kesho. Hacha kukimbilia vitu ambavyo umevikuta na utaviacha. Sasa sikiliza. Hayo maneno yako, ukirudia tena siku nyingine, ukirudia tena, nitakupiga makofi na kaka yako hatanifanya chochote, umesikia mjini? Dada tu tulia, usiogope. Hapa nimekuleta mimi, sawa? Hapa tupo kwenye mazoezi, umenisikia? Umeshakomaa, we ni mtu mkubwa sasa, umenielewa? Sasa mimi naondoka na kuacha wewe uendelee na mazoezi. mm -hmm. uh. Nashukuru. tunajua huu ndio ulisi ambao tumeachiwa na wazee sasa. Tumeamua kupigana pigana one time, so sio kila siku kwenda road tu nini kufanya fanya vlog, unajua mm. One time tunachili huku tuna, tunasongesha alivyoacha wazee mm. jambo kidogo ah. naona Umeanza kujisahau kabisa, huninaona kama wananifunga. Funga ndugu yangu, alafu em, kwanza nifungue hapo. Ndugu yangu umeanza kujisahau, karibu yako. Lazito namwandaliioteza hasa ah! Asabi pia naweza kukulaumu wewe kwamba wewe ndio unapoteza umakini wangu. Unamongelea na? Wewe ni rafiki yangu. Ila mimi nimeumia sana. Sikutegemea. Nitegemea mimi. Unajua mimi nimekutana na ndugu yako. Lakini vitu alivyoniambia ha a sijarizika kabisa. Huo ndo kweli? Hivi nitamkia mimi ananihitaji kimapenzi, haiko sawa. Wewe unapoteza umakini. Ukiharibikiwa wewe, ujue ndo nimeharibikiwa mimi marijue. Sasa kuna wakati binti unatakiwa uwe naye karibu, mkumbushe mesha sahau kama pia. Hey, ah, ah, hey! Mimi ni kaka yake, ni hivyo sasa. Ni wapi Edo? Ina maana amekutamkia kabisa kwa kinywa chake? Hivi anakuambia wewe. Ndio kaniambia, ametamka kunitamkia mimi, ananihitaji kimapenzi, alivutiwa na mimi. Sawa. Sasa sasa, naomba nikuombe kitu kimoja. Naomba mimi na wewe tusaidiane kumlinda yule mtoto, kwa sababu mimi na wewe ndio watu ambao tunapaswa kumwangalia kwa sasa. Hey boy, mletu, wewe, kwa sasa mi naomba unisaidia sawa, ndugu yangu. Naomba ndugu yangu. Ah ah. Ngoja. Eh, hey boy. Tusikilizane basi. Usiende kufanya maamuzi ya kbavu. Inatakiwa tuzungumze ya issue kwanza. Sawa? Unapata wapi ujasiri wewe? Hivi kitu ambacho umeamua kukifanya, ulianza kujifikiria mara mbili kweli? Ulijiuliza wakati unataka kufanya? Hau umekurupuka tu kwenda kufanya. Na umri wako bado ushawishi kufanya kitu chochote, umri wako ushawishi kufanya jambo lolote lile gumu. Unajua fika kuwa mimi napata tabu kwa ajili yako. Leo hii unatoka mguu mosi mguu pili, una wao kumtongoza mwanaume <laughs> Umeanza kujisikia nyege, si ndio? Sasa ni kwambia kitu kimoja, kitu ambacho umekifanya sio kizuri kabisa kwenye jamii, alafu mimi nahangaika kwa ajili yako. Hebu fikiria, mimi nimeacha kufanya mitihani mingapi kwa ajili yako wewe. Mimi kuachiwa wewe ni kwa sababu au nategemea kile kijumba? Wewe bado mtoto mdogo, unajua sasa. Chunga maisha yako yasija kaharibikiwa mapema, unapaswa utulie. Angalia maisha tunavyoishi, angalia mi nilivyoangaika kwa ajili yako, alafu wewe unatoka na mtongoza mwanaume. Umemisi kwa mama mjengo si ndio? Eh, umemisi kwa mama mjengo, kwa hiyo naye tayari hapo p... Nataka uwe mama uishi na mwanaume ukae naye ushaye kunena? Mimi hata siku moja nimemleta mwanamke ndani pale. Nitakupiga kwa kosa ambalo umelifanya na nikiamua kukupiga nitakuua. Natamani nikufinyange, nikufinye finye, nikutafune, alafu nikumeze. Sasa twende tondoke. Wewe unachukua maisha rahisi, unachukua maisha hizi. Angalia mama yako alipolala, nimeamua kukutoa kule, kukuleta kwa mama ili upate kujua kuwa mimi naangaika kwa ajili yako, alafu leo hii unaamua kutumia tu akili ya kipuzi na kumfuata mwanaume. Sipendezi navyo, nitampiga mda mwingine nitamuua. Mimi napata taabu, naacha vitu vingapi. Nimekuleta hapa ili upate kujua kwamba sisi hatuna mama. Mama ni huyu hapa. Mama, nimemleta mwanao kwa sababu ananikosea, ananivunjia mimi heshima, ananisababisha mimi nizalaulike na rafiki zangu, leo hii na anakuwa mtu wa kwenda kumtongoza mwanaume kitu gani umekosa kwangu? Kitu gani ambacho mimi sikupi eh? Mama, mimi namwadhibu kwa sababu ananikosea, na bado mtoto. Kwa nini anaamua kufanya hivi? na sema na mama, na sema na mama, na sema na mama kusikia. Nimekuleta kwa mama ili upate kujua kuwa mimi ndio nipo baada, hakuna mtu mwingine yoyote ambaye anaweza kukusaidia. Unanichukulia mimi poa? Yaani mimi napambana kwa ajili yako, unanichukulia mimi poa, si ndio? chuka... Na nitakupiga, ntakuua, ntakuua, umfuate mama alipoenda! Una mtu mwingine zaidi ya mimi? Leo hii unajaribu kunivunja mimi heshima. Mama, sema na mwanao vizuri, ananikosea mimi. Na kama kumwazibu mdogo wangu nakosea, naomba nisamee mimi, mama, nisamee. Naomba nisamee. Lakini mimi na ananikosea, na ndio maana nimemleta apate kujua, na sema na mama. ha ha ha mimi napambana na, na kutetea wewe. Mimi mke wangu naishi na watu vizuri, yana mefikia mengi ah. Mke wangu huo mdomo wako ipo siku takuja kukupoza, namini we. No mke wangu, nikikuwacha nani atakutetea? Mimi napambana kukutetea, na nimekana maa manuma kazungumza uda yako na wazifu wako yote usiku zote, nakuambia hauelewi, hausikii, sijui nikuambiaje, sijui mwanamke. Wewe umekuwa vandani, unilinde mimi, umekuwa shorikani we, wewe, nilivyokuua mpaka nilivyokuwa mdogo mpaka sasa hivi hapa, wewe ndio unanilinda mpaka ujipige kifua, mimi nitakulinda si nitakufanyaje wewe ndio, ndio umebeba maisha yangu mimi na kwanza huyo mama alisema mimi atanionyesha sijui. Atanionyesha ni kitu gani ambacho mimi dunia hii sijakiona mpaka yeye anataka kunionyesha. Kwa hiyo mnakaa na huyo mama yako na niambia mimi nitamuonyesha. Sio na nini sasa kwa taarifa yako. Mimi mwenyewe kama mzito na mimi mzito vile vile. Sio unanielewa? Ehe, kama mzito na mimi mzito vile vile. Na sijawahi kumchamba yule mama. Eh? Sijawahi kumchamba. Eh, eti nakuonyesha, sio nitamuonyesha, sio

Mke wangu, mke wangu, vipi? Mbona mm -mm. mm -mm. umelala chini mwenyewe? Sijui nimelala mm -hmm. ndani, mimi hapo naamka na kutafuta kitandani kote, ya upo. Afu naambia sasa hivi nililala ndani kwa michizi, nishapata wazo. Kwa hiyo mm -hmm. <laughs> wananichezea, si ndio? Wananiroga au sio? Wanajifanya wananiroga eh? <laughs> nah, wajanikomesha Sikio okay, wangu mdomo ulikuwa mwingi. oh, mimi hakuna kuifaa kitu chote, mimi nimetokea Tanga. hey, Tanga iko wapi? umelala nje.